Yanga alikuwa katika hatua ya makundi na hatimaye kuishia hapo mara baada ya kupangiwa timu kama vile Al Hilali SMC yes, Arja pamoja na TP Mazembe wote uh, klabu ya soka Yanga akaweza kuishia hapo. Lakini pia msimu kabla ya hapo, Yanga aliishia katika hatua ya robo finali mara baada ya kuondosha na klabu ya soka Mamelodi Sundowns katika hatua ya changamoto ya mikoa ya juaen. Lakini pia kabla ya hapo labda soka Yanga aliishia katika hatua ya fainali yes, mara baada ya kupata ushindi wa bao moja kwa sifuri katika kombe la shirikisho yes, mabao, lakini pia haikusaidia kwa sababu wao walifungwa nyumbani mabao mawili ah, yes kwa moja yes, waliruhusu magoli mengi nyumbani na Yanga kuweza kupoteza mchezo huo kwa jumla aggregate, ingawa ilisoma mbili mbili. Kwa hiyo Yanga wamekuwa wameingia na, na situation kali, kulikuwa ni mchezo huu a, kuna wakati wamekuwa wakifanya vizuri, walishafanya hivyo katika msimu ambao walifika finali dhidi ya club yambaoi yaatikund kufanya vizuri. Kwa hiyo leo hii wana nafasi ya kufanya vizuri na kupata ushindi katika mchezo huu wa siku leo, sisi tusha kwa kwamba hautapitwa na matokeo yote ambayo yatatokea katika siku kocha mkuu wa klabu hiyo bwana Roman Falls akaweza kuondoshwa ndani kusicho cha klabu ya Yanga na kikosi kikawa chini ya kocha msaidizi bwana Patrick Mabegi, katika mchezo wa kwanza dhidi ya Wydad Benguela kutoka kule chini Angola. Cheza tu kipindi kimoja kisha baadaye mambo kidogo yakawa magumu akaweza kutoka, kwa hiyo leo hii ni kufa ama kupona kwa klabu ya soka Yanga. Tuandikie katika kwenye comment hapo chini. Mchezo wa leo unaonaje? Weka kwenye comment hapo chini. Nani atakwenda kupata ushindi? Yanga unamwona akienda kupindua meza na qualify. Weka kwenye comment hapo chini. Like, kushare, na usisahau